Habari za wakati huu, ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medi Counter kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na ativyako, ya unja, ya ya masuola, afya zetu. Kama ndio kwanza anafungua TV yako, kipindi cha Medi Counter, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya. Jina langu Dkt. Prosper Potana. Basi uweze kujua nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako Daktari bingwa wa upasuaji wa ubongo mgongo, na mishipa ya fahamu kutoka Muhimbili Orthopedic Institute, lakini vilevile inapatikana kwenye clinic ya The Cure Specialized uh, Polyclinic. Sawa daktari, leo tunazungumzia swala so zima la maumivu ya kichwa. Tunaposema maumivu ya kichwa, kwanza kabla ya kuenda kuona kwenye chanzo chake ni nini? Um, maumivu ya kichwa headache uh, aina ya, ya fulani au ya dalili ya ugonjwa wa mishipa ya fahamu. Na kama tunavyojua ubongo na uti wa mgongo, hii tunaita central nervous system, yani ni, ni ule uti wa mgongo mama, ni mishipa ya fahamu na mama ambao, inapeleka taarifa sehemu mbalimbali za mwili, kwenye macho, kwenye masikio, kwenye ulimi, kwenye meno, kwenye miguu. Sasa kunapotokea uh, shida yoyote kwenye huo mfumo basi dalili ya kwanza au okay. Miongoni mwa dalili ambazo itakuzindua katika mishipa yako ya fahamu, basi moja wapo ni kichwa kuuma. Kwa hiyo kumbe kichwa kuuma ni neema, kwa maana ya kwamba kwa inakutaarifu mm. kuna jambo haliko sawa katika mishipa yako ya fahamu. Kuna watu ambao wanapata maumivu ya kichwa either ni upande mmoja, wengine kichwa kizima, mwingine kichwa upande wa huko kichogoni, lakini pia kuna wengine wakitoka kujifungua, bametoka kujifungua nasikia maumivu ya kichwa, wengine wakinywa vinywaji kama kahawa wanasikia maumivu ya kichwa. Kuna aina ngapi za maumivu ya kichwa? Na, umeuliza vizuri sana. Uh, unapozungumzia aina za kichwa inategemea unataka kuzungumzia katika upande wa visababishi, mm-hmm. ya, ya kichwa, ama unalenga katika sehemu gani ya iko kichwa kimetokea. Sasa mimi kwa leo nadhani tu focus au tuji, tujikite zaidi katika vichwa vinavyouma kulingana na sehemu gani ya kichwa sehemu gani upande gani wa kichwa unaouma. hmm. Uh, kwa mujibu wa data za WHO yani, uh, shirika la, la afya la Umoja wa Mataifa uh, zipo aina kumi na tano hmm. za maumivu ya kichwa kulingana ni sehemu gani ya kichwa imeathirika, na labda leo kwa ufupi tutazungumzia aina tano za uh, maumivu ya kichwa ya imetokea sehemu gani. Uh, kwa mujibu wa taarifa ya WHO uh, karibu takriban asilimia arobaini ya watu duniani kote dunia nzima huwa wanaathirika au wanapata maumivu ya, ya kichwa ambao ni sawa na, na watu bilioni tatu, lazima utapata kichwa kuuma. Katika takwimu pia zinaonyesha kwamba wanawake huugua zaidi kichwa kuliko wanaume. Baba, na hapa nigusie kidogo, huenda ikawa inahusiana na mambo ya ambazo ndo kidogo kwa wanawake zimekuwa zikisababishia wakapata aina tofauti tofauti za vichwa kuwauma. Kichwa kuuma ni katika miongoni mwa yani tatu bora ya symptoms ambazo zinatokea kwa watu wanaoumwa uh, tatizo la mishipa ya fahamu. Hizi ni takwimu kwa mujibu wa WHO nchonassa kwenye aina zake ya, kwenye aina zake sasa. Yes, kuna vichwa nisema leo tutazungumzia aina tano za vichwa kuuma. Kuna aina ya kichwa inayojulikana kama kipanda uso, yani migraine, na hii imekuwa ikiwapata watu wengi. Huwa inatokea katika sehemu ya paji la mbele la kichwa, mara nyingi tunaita frontal lobe na sehemu za pembeni mwa uso tunaita temporal lobe. Ni aina ya kichwa ambacho ukichunguza sababu kwamba kuna, unaitafuta sababu iko wapi unaweza usiipate na uh, usipoipata sababu. Mara nyingi kichwa hiki kimekuwa kikihusishwa na tezi la pituitari ambayo pia amba ni hormone. Ni kitu ambacho kinazidi endapo kunakuwa na mwanga au kelele, ama mtu anapopata ile msongo wa mawazo tunaita stress, lakini pia kwa baadhi ya akina mama anapokuwa katika mzunguko wao wa mwezi, ni kichwa ambacho kinakuwa kinazidi zaidi maumivu yake na katika dalili zake ni mtu kuumwa kichwa mpaka kujisi kutaka kutapika. mm -hmm. na wakati mwingine ni kikali mpaka pale kinamletea dalili nyingine e. mm -hmm. pengine mpaka labda atapiki, ndio kichwa kinapoa kidogo. Sawa, twende. Kuna aina nyingine ya, ya maumivu ya kichwa. Katika aina nyingine ya maumivu ya kichwa uh, sisi tunaita Thunder Club. Thunder Club ni radi na, kicho cha radi au yeah, mm -hmm. ngurumo ya radi mm -hmm. uh, nadhani kila mtu anafahamu kile aliposema radi inakuja kwa ghafla mm -hmm. na na mgurumo mkali wa kushtua. Thunderclap headache inaweza kuwa ni dalili kubwa sana ya ugonjwa wa mishipa ya damu ya kichwa ambao ni maarufu unaitwa aneurysm. mm -hmm. Aneurysm ni kama puto linalotokea katika mishipa ya damu ya kichwani. Sasa hii mishipa inapolegea, hii mishipa ya damu inapolegea ndani ya ubongo inaweza ikapasuka. Pindi inapopasuka ni kichwa kinakuja kikali ambacho mtu hajawahi kuumwa aina hii ya kichwa tangu azaliwe. Na kwa sisi madaktari imekuwa tu ni mtu mgonjwa akikutana naye anakuambia sijawahi kuumwa kichwa cha namna hii tangu nizaliwe. Kwa hiyo hii ni dalili moja wapo kwamba lazima tukampeke kwenye kipimo cha CT scan ili tukagundue kama kuna hilo tatizo. Na niseme hapa ndugu mta, uh, mtangazaji saa nyingine inaweza kukupeleka hadi mauti. Na tumeshuhudia wa ghafla kabisa. Mm. Na tumeshuhudia hadi kwenye stage baadhi ya wanamuziki, baadhi ya viongozi wa kitaifa, viongozi, marais, wa waziri wakuu wanatoa hotuba alafu ghafla tu unasikia mtu ameanguka na amefariki. Mm-hmm. Ni aina ya kichwa kibaya sana kwa sababu kuna uwezekano wa asilimia mpaka 80 wa mtu kufariki ikimtokea hapo. E, hapo hapo. Kwa hiyo thunderclap headache ni kichwa ambacho kinatakiwa kifuatiliwe kuchunguza nini kimesababisha. Kwa hiyo mgonjwa anapofika kwenye hospitali zetu tunalazimika kwenda kufanya CT scan kujaribu kuona aina ya damu, na sisi tunaweza kutofautisha kujua hiki ni aneurysm kutokana na aina ya damu iliyovuja kichwani. Kichwa cha aina ya tatu na pia ambacho vile vile kinawakuta watu wengi ni kichwa kutokana na allergy. Watu wengi wanajua allergy. Sijui mm, neno la Kiswahili zuri kwa allergy. Mzio. Mzio. Mm. Kwa hiyo kichwa cha mzio yani allergy huwa kinawakuta watu. Tunaposema allergy tunamaanisha sinusitis. Sinusitis ni uh, ni kama mashimo au mapango yaliyokuwa kwenye fuvu la mwanadamu kwenye sehemu za uso. Mm -hmm. Moja liko katikati hapa ya paji la uso. Nyingine yako kwenye taya la juu la kutafuna maxillary. Hizi ni sehemu ambazo zina sinuses, ni Mwenyezi Mungu ametuumba maalum, na hizi sehemu zimekuwa zina hewa kwayo. Inapotokea ina, yanakuwa, ina, uh, ina, ina, na yanakuwa yana wasiliana na mfumo wa pua. Kwa hiyo uh, kwa ndugu zetu madaktari wa pua koo na masikio ni watu ambao wanapata sana aina hii ya wagonjwa na kichwa kinauma kwenye sehemu hizi hizi ambapo sinus zipo. Mm -hmm. Si ajabu mtu anakuja analalamika sehemu ya juu ya taya la juu inauma au karibu na macho, kuzunguka macho, kwa sababu kuna sinus inaitwa fronto sinus. Na nazo sinus hizi maxillary sinus kwenye maeneo ya paji la uso wa mwanadamu. Kwa hiyo ni kichwa ambacho pia na chenyewe kinahitaji kuchunguzwa kwa kufanya CT scan, kwa sababu unapofanya CT scan unaweza ukaona mm -hmm. eh, eh tuseme kama mfano wa makamasi kwenye lile eneo ya sinuses. Ni aina ya kichwa kichwa ambacho yanaambatana ambatana sana, kumuona mtu asubuhi anaamka anaguna guna sana pua ile kugota gota pua anafanya fanya mara kwa mara hivyo, ama kutaka kujisafisha pua mara nyingi, ni aina hi ya hii ya kichwa anakuwa anaumwa, halafu anakuwa na hizi tabia nyingine za asubuhi asubuhi kuguna guna kichwa au uh, pua na uko uko afa sahi kabisa mm <laughs> yeah. Aina ya nne ya maumivu ya kichwa ni kichwa special kinaitwa trigeminal neuralgia. Trigeminal, trigeminal ni mshipa namba tano wa ubongo na ndio mshipa mkubwa wa fahamu katika ubongo wa mwanadamu mm, kwa maana ya size yake ukubwa wake mm. Ni mshipa wa fahamu ambao unaleta fahamu kwenye ladha ya chakula, chakula. A, a, pia kwenye baadhi ya misuli ya kutafuna na vile vile katika harufu, eh, sio harufu hmm, bali e, hisia za paji la uso. Umshipa unapoanzia unaanzia kwenye brainstem, kwenye shina la ubongo ndo asili yake inapotokea. Wakati huo huo kwenye ile hmm, sehemu inayotokea kuna mshipa pia wa damu unapita. Vimekaribiana. Unajua ubongo umeumbwa mshipa wa damu na mshipa wa fahamu havigusani, lakini viko pamoja. Inapotokea vinagusana ndo shida inapoanza. Na kwa nini vigumu sana? Yes, kwa sababu ya pump, kupampu kwa mapigo ya moyo. Mm -hmm. Yaani mshipa ya damu ya ubongo imetengenezwa ina pump kama vile moyo linavyopump. Kwa moyo unapopiga pup, dap, lap, dap, unapopiga na yenyewe kule kwenye ubongo inacheza. Kwa mtu ambaye yuko hai. Kwa inacheza hivyo. Mm -hmm. Kwa hutokea nyingine kutokana na maumbile yamekaa karibu sana, una pump kwenye hiyo nerve. Kikitoka inaweza katokea kwa mshipa wote wa fahamu lakini maarufu ndio utajemino kwa sababu vimekaa karibu. Mm. Kwa kila unapopump, kila unapopump ni kama vile unauchuna. Ni mfano wa panya anayekula waya wa umeme. Kila kidogo ah, kidogo mpaka ule waya unakuwa kopa, ile inaonekana inaleta shot ya umeme. Ndio hapo mtu anaanza kupata maumivu ya kichwa. Na ndio maumivu yenyewe yako hivyo hivyo, kwa maana maumivu yake yanatokea kama umeme. Mtu anakuambia sasa nipigwe na shot ya umeme. Kichwani. Kichwani ama anapokuwa pengine anapiga mswaki asubuhi anakwambia maumivu ninayoyapata ni mfano wa umeme unavyosafiri katika. Aina ya tano uh, ya kichwa kuuma ni kitu kinaitwa spinal headache. Spinal headache ni maarufu pia kwa kina mama mm -hmm. especially wanapotoka kujifungua, lakini si tu kwa kina mama, kwa sababu hata baadhi ya kina baba wanafanyiwa spinal anesthesia yaani wanapewa mm -hmm. dawa ya uh, nusu kaputi inayoitwa know, spinal inachoma you know, you know, kwenye mgongo. Ile aina ya sindano inayotumika know, kuchoma mgongoni ni pana tofauti na hizi sindano zinazochoma kwenye mishipa ya damu sasa. Na ile dawa anayochomwa kwenye mgongo, baada tu ya kuchoma, kwa kina mama wanafahamu, wale wanaojifungua kwa njia ya uzazi, baada tu ya kuchoma naambiwa pale pale, lala laka chini hmm. ili dawa iweze kusambaa vizuri, na anaambiwa katika maelekezo yale, usiinue kichwa wakati wa ile upasuaji mpaka ile dawa inapokuwa imekwisha. Ni dawa ambayo inakupa ganzi kwenye sehemu za chini ili mtu aweze kujifungua ama aweze mm, kufanyiwa operation kwenye magoti na vitu kama hivyo. Ni dawa ambayo inaweza ikakaa kwa muda wa masaa matatu mpaka manne, lakini mtu anapokuwa ile dawa ime, imekwenda ikaingia kwenye mishipa ya fahamu mm, inaleta maumivu makali sana ya kichwa. Sawa kiresa kwenye matibabu yake, kwamba mtu atakuja kama hivyo, ana maumivu ya kunikisogo, mwingine atakwambia ukipigwa na upepo, mwingine atakuwa anasikia maumivu akipiga mswaki na vitu kama hivyo. Matibabu yake sasa yanakuwaje kwa kila aina ya kichwa? Tukianza na kipanda uso kwenye upande wa, tuanze na kipanda uso ambao ni maarufu. Hmm. Kipanda uso kinatibiwa kwa aina mbili, na matibabu ya kutumia dawa na na matibabu ya kufanyiwa hata upasuaji inapobidi. Mm-hmm. Lakini kabla hujafikia kwenye aina pengine hata ya dawa unayotumia tulisema mwanzo pengine kuna baadhi ya allergies zinawasababishia wagonjwa wa kipanda uso kama vile cheese pamoja na gluten. Mm-hmm. Na nimesema hapa kauli ya jumla kwamba dawa ya allergy ni kuikimbia. Ikitokea huyu mtu ameweza kugundua aina gani ya kitu kinampa ch allergy basi ni akikimbia hiki anakuwa ameshapona tayari kwa asilimia zaidi ya 50. Ibaki tu itokee bahati mbaya anakuwa ni mtu wa kutumia dawa maishani kwake, anapunguza zile risk, lakini anakuwa ni mtu wa kutumia zile dawa maishani pale pindi inapotokea kwamba anaumwa na kichwa. Nafahamu kwamba hawapendi kutumia dawa kwa muda mrefu mm. Lakini hakuna tiba ya moja kwa moja ya uh, upasuaji au ya madawa kusema hii dawa akitumia ndio imekusha moja kwa moja. Kwenye aina ya pili tulitaja hapa tukasema ni shoti ya umeme, shoti ya umeme. Mm. Uh, trigeminal neuralgia trigeminal neuralgia, bahati nzuri inatibika kwa dawa tunaanzaga na matibabu ya dawa, medical treatment of course, yanakuwa dawa ni endelevu, yanapunguza kabisa maumivu ya kichwa, lakini unakuta kama tulivyosema, dawa inamzoea mtu, inabidi tumuongezee dozi. Kwa hiyo inafika level fulani hatuwezi kuongeza, uh, mm-hmm. dose pale tunazidi kufanya upasuaji. Kwa upasuaji unafanyika, tunaita upasuaji wa kwenye nyuma ya sikio, tunaita cerebellopontine angle, uh, mm-hmm. CPA surgery, retrosigmoid surgery. Tunapasua hapa nyuma kwenda kuona ule mshipa unapoanzia ule mshipa namba tano kwenye utu, kwenye brain stem, alafu tunaweka aina au mfano wa kikaratasi maalumu kwa sisi jina la kitaalamu, tunaita teflon pad. Ni aina maalumu ya kikaratasi material inawekwa baina ya ule mshipa wa damu unao pump na ile nerve, ili visigusane na mtu anapona kwa asilimia 100, mtu anapona kwa asilimia mia moja. Aina nyingine ya kichwa kuuma tulisema hapa radi, kichwa cha radi hmm, au ngurumo ya radi thunderclap ambayo tulisema inatokana na matatizo ya mishipa ya damu ya ubongo. Hmm. Aneurysm. Hmm. Ambapo aneurysm zinatibika kwa upasuaji pia. Tulisema kuna zaidi ya asilimia 80 unaweza ukafa hapo hapo ikitokea umesurvive. Hmm. Ili usiweze tena ule ile aneurysm ikapasuka tena. Ikakusababisha, hmm, madhara zaidi. Kadi unavyozidi kuvuja ule mshipa unaleta madhara zaidi. Kwa hiyo matibabu yake ni kufanya upasuaji. Kuna matibabu ya kuwekewa aina fulani ya clip. Clip ni kama uh, aina fulani ya kipini maalum kinaenda kubana ile sehemu mm -hmm. Ama matibabu ambayo ni upasuaji kwa kutumia microscope kama nilivyoeleza kwenye hiyo upasui, kwa upasui kichwa, afungue kichwa, hiyo unafungua kichwa mm ama njia nyingine ya kisasa ya matibabu ni kupitisha zile coil haupafungui kichwa, kwa kupitia kwenye mishipa ya damu ya paja, unapanda nayo mpaka kwenye moyo, kisha unapanda nayo hadi kwenye ubongo. Kwenye upande wa sinus, hiki ni allergic, allergy tulisema allergic au uh, sinusitis headache. Hiki ni kitu kutokana na uh, mzio uh, sasa tulisema dawa ya yeah, allergy ni kuikimbia, unapotaigundua. Ikitokea umeshindwa, basi tunakupa dawa kulingana na aina ya sinuses, na kama kunahitajika kusafishwa sinus pia, pia njia zipo, kwa madaktari wenzetu hao wa, wanaofanya upasuaji wa pua wanafanya kwa ajili ya kusafisha mfumo wa sinuses uliokuwa wanazibua yale makamasi sawa. Ukitoka kujifungua, daktari unaambiwa usizungumze, hasa kwa operation, usizungumze. Ukizungumza utapata maumivu ya kichwa. Ina uhusiano gani? Uh, pale ni katika kumjaribu tu kumprevent uh, mgonjwa na ndugu zake E, wasimlazimishe mtu unajua, umtu, kuna kuzungumza kwa kutoa ishara. Mwingine anataka kuinuka kuone kwa sababu kwa kwetu Kiafrika ni heshima e, at least wewe umekaa unamsalimia mtu umempa mkono, kwa hiyo tunachojaribu pale ni kumkinga, kwa sababu dawa hizi tunazijua, wanapokuwa wanainuka hmm, unasababisha ile dawa iende uh, sehemu ambazo haitakiwi si, kwenda mm, na inapoenda ikagusa sehemu nyingine mishipa mingine ya fahamu ndio hapo sasa shida inapoanza mtu kuumwa. Kuna marafiki zangu ambao wanatumia vilevi kwamba akishatumia asubuhi, akiamka anaamka kichwa kinamuuma, wenyewe wanaita hangover. Kuna uhusiano gani kati ya matumizi ya vilevi na kuamka asubuhi kichwa kinamuuma? Kwenye aina hii ya kichwa cha hangover hiki ni kwa sababu ya kukosa uh, kuvuruga ile mfumo wa usingizi, na mfumo wa usingizi unaathirika kwa aina mbili. Kwanza kutokana na kile kilevi chenyewe kuingilia ule mfumo, lakini pili kutokana na disturbance anayopata wakati wa usiku anapokuwa amelala kwa sababu mtu ambaye anakuwa ametumia uh, pombe kilevi, anaamshwa ana, ana, mara kwa mara kwenda chooni, kwa anajikuta katika ile ratiba ya kulala usiku, anaamka mara tatu mara nne. Akifanya vile, anakuwa na disturbance usingizi wake mwenyewe, kwa sababu kila anapotaka kufikia stage fulani ya usingizi, inabidi aamke aende chooni kwanza, anakuja kutafuta tena ule usingizi, kwa anashindwa kukamilisha cycle ile, sleep cycle anashindwa kuikamilisha ile sleep cycle kutokana na yeye mwenyewe kukwenda mara kwa mara chooni. Lakini mm, vile vile na tumesema kile kile kilevi chenyewe pia kinasababisha mtu anashindwa ku attain ule usingizi mzito. Mm. Ile stage za tatu za usingizi mzito. Anaposhindwa ku attain ile kitu, anashindwa kupata ile ile ile ile stage tatu. Anakuwa haja relax ubongo. Kwa hiyo anapoamka anajikuta bado ana maumivu ya mwili na hata kichwa. Kwa sababu alishindwa kukamilisha mzunguko wa kulala wa kulala. mm -hmm. so, anaweza akajitibia kwa kufanyaje? Labda njia ya kujitibia ni kupunguza kilevi ama kuacha. mm -hmm. E, kama kuna uwezekano wa kukipunguza kilevi hiyo ni bora kwake zaidi, sababu kilevi kina athari nyingi kuliko faida nyingi kuliko, sio kwenda kunywa supu <laughs> na sio kwenda kunywa supu, kwa sababu supu ni afya tu ya kawaida. Haya. <laughs> <laughs> Sawa. so, daktari, mwanzo nilikuuliza kwamba kuna hii hali ya mtu anaumwa, anasikia maumivu ya kichwa, anatumia dawa za maumivu, aende hospitali so, kichwa kinapoa, maisha yanaendelea. anakuwa anatumia hivyo mara kwa mara, kuna athari yoyote anaweza akaipata hapo baadaye? K dawa zimeruhusiwa, lakini pia asitumie kwa muda mrefu bila kuchunguza kwa mechi hicho inachonyuma kimetokana na nini. Tumekuwa tukisikia tu vile vile mara kwa mara watu wame mtu amefa chooni, pengine watu wanahusisha hivi vitu na vitu vingine vya kiimani mm -hmm. lakini hapana, kumbe huyu mtu alikuwa na ugonjwa uh, wa nyurizi kutokana na kwenda kujikakamua akaongeza presha kwenye tumbo mm -hmm. anajikakamua pengine kwa nacho kigumu anakuwa mm. ameongeza -hmm. vile vile presha presha kwenye kichwa na ile mishipa ya damu ya kichwani na ile mishipa nyingine ikapasuka, kwa sababu inawezekana iko kwenye stage zile za mwisho mwisho. Chonde chonde ndugu zangu wa Tanzania ni vizuri sana tukachunguza vichwa vyetu na tukafika hospitali mapema licha ya kwamba tumeruhusiwa kutumia hizi dawa za kwenye dawa maduka ya dawa baridi. Sawa. Uhusiano ulipo kati ya matumizi ya uh, kati ya kunywa maji na maumivu ya kichwa. Ningoma nasikia maumivu ya kichwa na kunywa maji kuna uhusiano wote? Ah yes, uhusiano upo. Uh, lengo la maji ni maji yanaingia kwenye mzunguko wa damu. Unapokunywa tu maji haya yanaingia kwenye mzunguko wa damu haraka sana. Kwa hiyo ni kupunguza uzito wa damu. Uzito mm -hmm. wa mishipa ya damu. Yaani mm -hmm. unapokunywa maji mengi unasababisha damu yako iweze kusafiri kwa wepesi. Unapokuwa umeishiwa damu maji, unajanywa maji muda mrefu, umetoka jasho muda mrefu, mm -hmm. Eh, mm -hmm. Mm -hmm. tunaita dehydration, damu inapita ikiwa vile nzito, viscous. Mm -hmm. Kwa hiyo inakuongezea ile chance ya kuku uh, kuku afili kwa sababu uh, kukuletea maumivu kitu kwa sababu haipiti vizuri kwenye ubongo na uh, kwenye mshipa ya damu ya kwenye ubongo. Ningependa kufahamisha kuhusu dondoo chache au kwa Kizungu tunaita fact kuhusiana na ubongo. Ubongo ni katika kiungo, ni kiungo kiungo kwa mwanadamu ambacho kina uzito wa takribani kilo moja mpaka moja aa, na gramu mia mbili Ni kiungo kidogo sana, lakini katika maajabu yake ni kwamba asilimia ishirini na tano ya damu ambayo inazunguka katika mwili wa binadamu, basi inahitajika na ubongo, yaani robo ya damu ambayo inazunguka katika mwili wako inatumiwa na ubongo. Hii ni kuonyesha umuhimu wa kiungo hichi katika uh, mwili wa binadamu. Ubongo ni mkusanyiko wa seli bilioni kadhaa katika mwili wa binadamu, yaani mishipa ya fahamu takriban bilioni kwa bilioni, ndi, ndio inayokusanyika kwa ajili ya kutengeneza ule ubongo. Ubongo una upande wa kulia na kushoto, na upande wa kushoto huwa una control sehemu ya kulia mwa mwanadamu na upande wa kulia wa ubongo huo una kontrol sehemu ya kushoto mwanadamu. Asilimia tisini na tatu, asilimia tisini, tisini ya watu ni watumiaji wa mkono wa kulia katika kuandika, na hii inamaanisha kwamba uh, asilimia zaidi ya tisini ya watu ubongo wao ambao ni dominant ni upande wa kushoto. Kwa hiyo ubongo umeumbwa unaenda tofauti Sehemu ya ubongo wa kushoto ndio una uwezo wa ku ku, ku una control upande wa kulia. Na ndio maana si ajabu kwa wale wagonjwa wanaopata kiharusi basi eh, unakuta amepooza upande wa kulia, lakini ulipoenda kwa daktari anakwambia ni upande wa kushoto wa ubongo ndio umeathirika, kutokana na maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ameyaumba kwamba mishipa ya fahamu huwa inenda inapishana kwenye sehemu fulani ya ubongo ya upande wa kulia nakwenda kushoto, upande wa kushoto na kwenda kulia na uh, hivyo kupelekea hali hiyo tulikuwa tumeieleza. Uh, kiungo cha mwanadamu hiki ni muhimu kutunzwa kwa gharama yoyote, kwa sababu ndio kama vile mama wa, au ni main switch ya kila kitu.